ili ni mwendelezo wa darasa lililopita, au ni kutaka kufahamisha ni siku gani kwako kwa ni hatari, ambayo utatambua iko dalili zipi kabisa, ambazo tumezungumza. Siku ya hatari ni siku ambapo yai huwa linaachiliwa katika mfuko wa ovari na kwenda kwenye mirija ya Fallopian, ambapo mara nyingi mimba huwa inatungishwa pale. Kama mimba hajatokea basi, mwanamke anaweza kwenda hedhi au anaweza kutoka damu eh, baada ya kufikia ukomo wa hedhi, kufikia ukomo wa mzunguko wake tunachoenda kujifunza leo ni kwa nini mwili wa mwanamke au utajuaje mwili wako umeweza kutoa yai, na swali hili naomba nielezee kwa upana au kwa kiasi kidogo, lakini unaweza kuelewa nini ambacho kimaanisha hapa. Wanawake wengi wamekuwa wakipitia changamoto mbalimbali, hususani pale ambapo wanatamani kushika ujauzito, na wengi wamekuwa wakienda kwa daktari na kupewa baadhi ya dawa ambazo anaambiwa baada ya kutoka hedhi au baada ya damu kukata hakikisha unazimeza hizi dawa na baada ya muda fulani shiriki tendo la ndoa ili uweze kupata ujauzito. Inawezekana mayai yake akawa mabovu, au inawezekana mayai yake akawa hayatoki. Sasa wewe kwa mtu wa kawaida, bwana, unasikiliza na kwa ambao ushakutana na hii changamoto, na natamani uweze kushika ujauzito mwingine, au uweze kutambua kwamba ni siku gani ambao ni kwamba itakuwa siku ya hatari, aweza kuweza kupata ujauzito, au kwa kuweza kukwepa ujauzito ama ambayo atakuwa msingi, kwa sababu ndio darasa ambalo tutaendelea huko mbele na na, nakuhakikishia utakapoendelea kujifunza zaidi au kufuatilia madarasa haya utaweza utakuwa na uhuru wa kuweza kusoma mwili wako. Kwa hiyo ambayo utakuwa na ndoa ambayo inaeleweka, maana yake kuna mwenza mmoja na natamani kutotumia uzazi wa mpango wa njia za homoni na kuhakikisha unakuwa salama, ni basi elimu hii ambayo nafundisha hapa au madarasa haya mia moja itakupa mwongozo ni siku gani ushiriki tendo la ndoa kwa kuweza kupata ujauzito na siku gani ambapo usishiriki, kwa kuweza kuupa ujauzito au utakaposhiriki, basi tumie njia mbadala, yakiwemo condom au mwanaume atakaposhiriki ahakikishe hawezi kuwacha kuhu, kuhu, mbegu zako ndani au mbegu zake ndani katika mwili wako. Sasa leo, tunaweza kutambua namna gani mwanamke anaweza akatambua siku yake ya hatari ya kwa kutambua dalili tatu kubwa ambazo tunaweza kusema hapa, na hii kwa wale ambao ana changamoto, hujui siku gani kwako ya hatari, au mayai yamekuwa hajachavushwa na umepewa dawa za kuweza kurekebisha mayai yako na utamani kuweza kushika ujauzito. Kwa hiyo hizi dalili tatu ndio zitakupa mwongozo wa kuweza kushika ujauzito, kwa sababu tayari ushaziona na yai baada ya kupewa zile dawa ambazo unatumia sasa hivi, yai lako liko vizuri na dalili zake utaziona hapa. Kwa hiyo elimu ya msingi sana, naomba tufuatilie kuanzia mwanzo mpaka mwisho, kwa sababu tunachokieleza hapa ni, ni jamii ambayo imekuwa na changamoto sana sana sana sana, alafu imekuwa haina msaada na wengi wanatafuta msaada baada ya tatizo kuwa kubwa zaidi. Lakini mimi nakueleza hapa kwa lugha nyepesi zaidi, kuona ndugu yako una rafiki yako una mwenza wako ambaye unafikia na changamoto kama hii, ni nzuri kampa haya madarasa na kuhakikisha atakuwa salama, kwa sababu chochote ambacho huwa kinaendelea katika mwili wa mwanamke hauwezi mwili hauwezi kuzungumza, lakini ishara zake zinaonekana na kuonyesha sasa upo katika kipindi gani, na hususan mara nyingi homoni za mwanamke huwa zinaongea zaidi. Chochote ambacho mara nyingi waga kinatokea katika mwili wa mwanamke ni homoni zake. Sasa tutazame, <coughs> mwanamke anajuaje kwamba hajatoa yai mwezi husika? dalili kwanza tutaangalia ute wa shingo ya kizazi au tutaangalia shingo ya kizazi na ute wake. Mwanamke ambapo anakuwa katika siku za kawaida, ute wake unakuwa ni mdogo zaidi na sio wenye kuvutika, wenye kunata, ambao sasa hapa. Mwanamke ambaye atakuwa anaenda ya kutoa yai, ute wake unaanza kubadilika na unaanza kuwa ni mfano wa maji ya yai. Ukitoa kile kiini cha yai kile cha njano au kile kile kiini cheupe yale maji meupe ndio mfano wa ute ambao mwanamke ataonyesha pale ambapo anakaribia kutoa yai au akiwa katika siku zake za hatari. Lakini maumivu madogo ya upande mmoja, kwa sababu yai inakuwa inaanguliwa, ambayo nimeshasema katika darasa la 34, na kama je ufuatao darasa la 34, ni vema ukarejea, kwa sababu ni mfululizo wa darasa 100. Kwa hiyo darasa moja inategemea darasa jingine na darasa jingine inategemea darasa jingine. Kwa hiyo hatuwezi kutoa darasa moja ikiwa refu kabisa, kwa sababu wengi hampendi kufuatilia video ndefu zaidi. Lakini maumivu wa mwanamke ambaye atakuwa siku zake za hatari ni basi atapata maumivu madogo ya upande mmoja. Kwa hiyo utakapohisi maumivu madogo upande mmoja, basi hakikisha unakuwa katika siku zako za hatari. Lakini kuongezeka kwa hamu ya tendo la ndoa, hii nafikiri ndio dalili ya wengi sana ambao mmezoea kuitambua, au wengi mmekuwa mkipata hamasa dalili ya tendo la ndoa lakini, na dalili ya mabadiliko ya joto la mwili. Ukijisikia joto sana kali, ndio wanawake wengi wanakuwa wakiamini kwamba hizo siku zao za hatari. lakini kuna sababu zinazoweza kupelekea joto lako la mwili kupanda. Sasa leo sio darasa letu, lakini kikubwa ambacho napaswa ukifahamu ni dalili zinazokuonyesha kwamba siku gani kwako wewe utakuwa siku za hatari, ikiwemo mwanamke kuweza kuongezeka kwa hamu ya tendo la ndoa, huwa kawaida huwa zinaongezeka au wanawake umekuwa na, na matamanio ya tendo la ndoa hususani akiwa na, na mtu ambaye anampenda na mtu huyo pia akawa anaonyesha ishara kumhitaji au kumtamkia maneno ambayo yanaanza kumshawishi akapata hamu ya tendo la ndoa lakini, binafsi kwa mwanamke binafsi, ambaye anataka kusoma mwili wako, siku ambapo utajisikia una hamu ya tendo la ndoa sana, ujue ni kipindi ambacho wewe unaweza ukashika ujauzito uzito au upo katika siku zako za hatari. lakini kuongezeka kwa nguvu na haja ya kujiamini. Unakuta mwanamke sio hali ya kawaida ambayo unayo siku zote, unakuwa ni mtu ambaye unajiamini sana sana sana sana sana sana sana, au unakuwa na nguvu za ajabu siku hiyo, unajua ni kipindi ambacho huwa unakuwa katika siku zako za hatari. Lakini mwishoni ni joto la mwili kupanda. Unapokuwa na joto la mwili ambayo liko kwa kiasi kubwa au linakuwa kwa viwango vikubwa zaidi, ni ishara kwamba wewe utakuwa katika siku zako za hatari. Sasa si dalili zote ambazo mwanamke huwa anatokewa nazo ni vizuri ukawa waki makini na dalili tatu kubwa ambazo ndizo ambazo huwa nafundisha kila siku. Ili hii tendo la ndoa tutatoa, lakini hali ya kujiamini tutatoa kwa sababu ya mazingira na shughuli ambazo mwanamke atakuwa nazo. Hii kuna watu hapa tendo la ndoa ni wazinzi sana, kwa hiyo hii tutaondoa hapa. Au, au mwili wao homoni zao au, zimekuwa tofauti kidogo kwa hapa na hapo, hii tutatoa, lakini kuna hizi dalili kubwa tatu ambazo nitafundisha na nitaendea kufundisha ambazo ndizo ambazo unapaswa kuzifuata. Kwa hiyo mwanamke ambaye unatamani uweze kushika ujauzito au uweze kuepuka ujauzito, unapitia changamoto ya kushika ujauzito na umepewa dawa na umeambiwa hizo dawa zinasaidia kukurubisha mayai, sasa utajuaje yai limetoka mwezi huo? Ni dalili hizi tatu ambazo nakutajia hapa na ambazo unapaswa kuwa nazo makini kabisa. Ya kwanza ni hakikisha Mwanamke anakuwa na ute mwepesi ambao unakuwa wenye kunata au kuvutika, ambao wewe ni ishara mojawapo kutambua wewe yako limetoka. Dalili ya pili ni mwanamke huhisi joto lako kwenye mwili limepanda, na kuhisi joto lako la mwili limepanda. Unaweza kutambua pale ambapo utakuwa na na thermometer au kipima joto ambacho utapima kwa muda usiopungua wiki mbili toka umemaliza hedhi. Utakapoona siku ambazo huwa zinaenda zinapanda kidogo kidogo kidogo au joto lako la mwili utakuwa umepima na nisi inapanda kidogo kidogo, na siku ya mwisho itakuwa peak ambayo itaambatana na huu ute, ujue ni siku yako ya hatari. Kwa hiyo ambao una changamoto ya kushika ujauzito na umeweza kupewa dawa, ni kipindi ambacho unaweza kukutana mwenzi wako na kuweza kushika ujauzito kwa njia rahisi kabisa. Lakini sehemu ya tatu ni kuongezeka, sehemu ya tatu au elimu ya tatu ambayo hapa sijaweka, ambayo ni rahisi ambayo hakuna mtu nafikiri, ambaye ashawahi kukwambia, au mimi nitakuwa ni mara ya kwanza nakwambia, kupima shingo ya kizazi ilipo. Mama mjamzito akienda leba kujifungua, au mama ambaye mimba yake inakuwa inatoka, huwa anapimwa njia, nakwambia njia yako imefunguka na mtoto anaweza katoka, au mtoto tayari ametoka, au mama ambaye ashakutana na changamoto ya mimba kutoka, akapewa shingo yake ya kizazi imelegea, ni lazima tufunge mara nyingi wao tunapima njia ya kizazi au, au shingo ya kizazi kinachotokea. Kwa hiyo mwanamke ambaye utakuwa katika siku zako za hatari, shingo ya kizazi ukijiingiza video na kutaka kuitafuta na kuiona huwa haipo, na unapoipata huwa inakuwa laini, lakini inakuwa iko wazi kwa kuruhusu mbegu kupita. Lakini siku ambazo sio za hatari ni siku ambazo hii shingo ya kizazi inakuwa chini ya unaweza kuishika kwa rahisi zaidi. Pili inakuwa ngumu, alafu tatu inakuwa imefunga. Hizo ndio dalili tatu. Kwanza hakikisha unaweza kutambua ute wako wa shingo ya kizazi, mbili unatambua joto lako la mwili, tatu unatambua shingo ya kizazi imekaaje. Hizo dalili tatu kubwa ambazo wewe unataka kuhakikisha unaweza kukwepa ujauzito au kupata ujauzito. Hizo ndio dalili ambazo nakutajia ni sahihi, zitakupa mwongozo, lakini hizi nyingine ni extra ambazo sio wanawake wote wamekuwa wakupata, na na kama eti utakuwa unaambatana hizi dalili nyingine zote hapa au na haya maumivu madogo ya upande mmoja, basi hakikisha uko katika siku za hatari, na ni vyema ukachukua hatua na kuhakikisha afya yako inakuwa salama wakati wote, au kuweza kutambua afya yako ya mwili na uzazi. Kwa hiyo wale ambao watamani kupata ujauzito, kutumia njia hizo tatu, na wale ambao hawatamani kupata ujauzito, kutumia njia hizo tatu na njia hizi ambazo nimekuelekeza hapa. Lakini ukizijua dalili ya mwili wako au siku zako ya hatari, hakuna haja kutumia uzazi wa mpango wa njia za homoni au kinga, kwa sababu ushajua yu dalili tatu na mambo mengine yote ambayo ni sana uzazi, lakini kwa mbinu rahisi. Tutakuja tena siku nyingine au darasa jingine ambayo itakuwa kwa njia rahisi zaidi na kuweza kuelewa. Leo weka hili njia hizo tano lakini njia tatu muhimu ambazo ni rahisi unaweza kuzitumia nia, 0, 7, 6, 5, 1, 1, 1, na kama hauwezi kuzitumia ni nitafuta kupitia 0716511107, nitakuelekeza unatumiaje na ufanyaje ili kuweza kukupa ujauzito au kuweza kupata ujauzito. Njia tatu ambazo mimi naimba nazo kila siku hizi nyingine tendo la ndoa, kuna mazingira ambayo lazima atakushawishi utakuwa na hamu ya tendo la ndoa lakini pia kuongezeka kwa nguvu na kujiamini na na waweni, Koyo, sitambu, boku, kwa Mika, hii, vizuri, na baadhi ya wanawake muda wote wao ni yani pilika pilika. Kwa hiyo anaweza siitambue ni siku gani ambapo kwake inawezekana ikawa yai imetoka. Kwa hiyo ni vizuri ukanifuatilia na kuweza kuelewa nini ninacho kuzungumza hapa. Usahau ku like ku share na ku subscribe na kupata madarasa mengi zaidi ya kiafya kuhakikisha afya yako inakuwa salama, lakini ufahamu mwili wako na homoni zako ambazo mwanamke anapitia. Asanteni mpaka wakati mwingine.